So, guys, siku zote nimekuwa nikipambana uh, sana na kuelekeza watu wengi sana au ku online jinsi gani ambavyo wanaweza kutumia social media, wanaweza kutumia internet, wanaweza kutumia simu zao na laptop zao kuweza kujipatia kipato online. Lakini uh, mwisho siku ni kama nikuwa na motivate tu. Lakini namna gani ambavyo wanaweza kutengeneza solution kama hiyo. So I, I came up uh, with uh, an idea kwamba tunaweza kuwa na affiliate system yetu wenyewe, so kwamba kwa watu ambao wanaanza uh, kujitafuta, hana products, hana digital products au hana physical product, atakachokifanya yeye ni kwenda kwenye affiliate uh, program, alafu ata sign up ko we have this affiliate program uh, kwa kuanzia sasa hivi nitaanza kwenye website yangu mwenyewe ambayo mimi na digital products na nyingine ambayo itakuwa na physical product. So utaenda uta sign up hapo ambayo ni rahisi sana kujisajili. So uki sign up kwenye hiyo affiliate program utakachokifanya wewe ni kushare link ya individual products ama ya combo products. So kuna products ambazo ziko kama uh, combined zote au kuna individual product. na kwa kila sale, au kwa kila mauzo ambayo utakuwa unayafanya, utalipwa. Na hii sio affiliate program peke yake kwenye hii website kutakuwa na materials za free kabisa za kukuelekeza jinsi gani unaweza ukaanza ku sell online. jinsi gani unaweza ukatengeneza post na uweze kuuza online. so hata kama huto aitumia kwenye affiliate program yetu au affiliate program yangu, si bado unaweza ukaitumia kwenye affiliate, kwenye uh, website yako unaweza ukaitumia kwenye platforms zako, so just uh, jaribu leo, ingia kwenye Uh, website yetu ambayo utaweka link kwenye description hapo au uh, unaweza ukacomment uh, neno tu affiliate, alafu nitakutumia kwenye DM yako direct, na unaweza ukaanza leo kupata shilingi elfu moja, shilingi elfu mbili, milioni moja, milioni mbili, milioni kumi, yeah, na kuendelea.